Mlango ulifunguliwa na Titus akitembea kwa mwendo utulivu. Livia na Kaisari walishtushwa sana baada ya kumuona Titus. Walijikuta wakipaza sauti zao kwa pamoja. Titus Bari. Kabla hatujaendelea naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi? Titus aliendelea kutembea akiwatazama kwa tabasamu laini bila kuonyesha kile kilichopo ndani ya moyo wake. Ukimya mzito ulitanda eneo hilo kwa sekundi kadhaa. Livya bila kujali, huku akitiririkwa na machozi, alimkimbilia Titus, alifika na kumkumbatia huku akilia kwa uchungu <coughs> hila zilimpanda mfalme Julius Kaisari <coughs> waliniambia, waliniambia umeuawa, sikuwahi kuamini kabisa, sikuwahi kuacha kukungoja wala kukupenda. Titus kusema neno alitazama tumbo la Livia lililojaa maisha mapya. macho yake alitazama tumbo hilo kwa uzoni lakini alijikaza na kutabasamu, tabasamu la askari iliamua kutunza amani badala ya moyo wake. Livia aliona jinsi Taitas alivyotazama tumbo lake. Haikuwa kusudi langu, niliamua kukubali kuolewa na mfalme unayempenda ili kukuenzi Titus aliposikia kauli hiyo, moyo wake ulimuuma zaidi, lakini aliendelea kutabasamu. tumbo lako limembeba mfalme ajayo wa Loma, ni tumaini la kizazi kijacho, siwezi kulipinga jambo la heli kama hilo, Olivia alijibu Titus huku akitabasamu kitabasam. Olivia alishangazwa na jibu hilo, kisha ilianza kuzungumza kwa uchungu lakini moyo wangu, moyo wangu bado ni wako, na sasa umerudi. Sitokubali moyo wangu bebwe na mtu mwingine zaidi yako. Titus a kusema kwa muda, aliendelea kusimama kimya, uso wake ukiwa mtulivu, hakuna machozi, hakuna asila. Alimtazama Livya kisha kainua mkono na kumpangusa machozi kwa upole. Livia, hakuna la kujutia. Kile kilichotokea kilipaswa kutokea. Najua usingeweza kushikilia upendo wa mtu aliyedhaniwa kwa kaburini. Livia lilia kwa uchungu, akijaribu kumbembeleza Titus warudishe heshima ya mapenzi yao lakini Titus alibaki kwenye msimamo wake, huku akitabasamu na kuonyesha hajaumizwa na chochote kile. Kisha mwanaume huyu wa vita alipiga magoti kwa heshima mbele ya mfalme Julius Kaisali, huku akiongea kwa sauti ya unyenyekevu, ewe mtukufu mfalme, Mungu wa Roma na dunia, naomba kikao na wewe, mimi, wewe na Nero, kikao cha heshima kikao cha ukweli. Mfalme Kaisari alimtazama Titus bila kupata majibu ya kile mwanaume huyo amebeba kwenye moyo wake, lakini alijua kikao hicho kitampa majibu yote yale. Ndani ya pori kubwa lililopo mbali na mji wa Roma, hapo ndipo wanaume walikutana. Walinzi waliamliwa kwenda kusimama mbali kabisa na ukanda huo. Hata farasi hawakuruhusiwa kusimama karibu. Hiki akikuwa tu kikao cha siri, bali kilikuwa kikao cha siri ya siri kuu. Nero na Kaisari kwa siri walipanga kumuua Titus baada ya kikao hicho kumalizika, kisha waseme alikuwa na wivu na mkewe na alijaribu kumuua mfalme. Titus kabla ya kuanza kuzungumza chochote kile aliwatizama Nero na Kaisari kwa macho aliyobeba nuru iliyo thabiti, huku moyo wake ukibeba busara ya kina. Mfalme Kaisari alimtazama Titus kimya, mapigo ya moyo wake akipiga kwa nguvu. Nero naye alitetemeka kwa ndani, lakini alilazimisha uso wake uonekane wa chuma. Titus alipumua kwa kina kisha akaanza kuzungumza kwa sauti ndogo iliyojaa heshima na ujasiri. Ile siku nilipoanguka kwenye uwanja wa vita, nilielewa kuwa mtu niliyempenda kwa heshima na uaminifu ndiye aliyepanga yote yale. Nilijua kuwa nilibeba agizo la kifo changu mikononi bila kujua moyo wangu uliumia sana, lakini baadaye nilielewa jambo moja, kwamba amani ya Roma ni muhimu kuliko maumivu ya moyo wa mtu mmoja. Lakini sikuiache ile balua kwenye uwanja wa vita, niliichukua. Yupo mtu niliyemkabidhi balua, ila itunze kwa uaminifu, na nikamwambia kuwa kama nitakufa kifo cha kawaida basi naye afe na siri ya barua, lakini kama nitakufa kifo cha hila basi aifikishe barua hiyo kwa Livya ili ajue sababu ya kifo changu. Mfalme Julius Kaisari, unajua fika nini kitatokea. Barua hiyo kama ikifika kwa Livya, hakika utaukosa moyo wako naomba unelewe, mfalme wangu Julius Kaisali. Sijafanya hivi ili nipate nafasi nyingine ya kumrudia mke wangu, bali nimefanya hivi kwa ajili ya amani ya moyo wako mfalme wangu. Mfalme Kaisali aliloa na maneno ya Titus, maana yaligusa ukweli wa moyo wake. Titus aliendelea kusema na mfalme, mfalme wangu Julius Kaisali na kuheshimu si kwa sababu ya hofu ya hofu bali kwa mapenzi ya taifa langu la Roma. Roma ni mama yangu, yangu. Siwezi kuichafua kwa damu Mabu na kusababisha machafuko Mabu. Kwa sababu ya moyo wangu mmoja moyo okay. Ambao unaweza kumsahau Olivia kisha nikampenda mwanamke mwingine Titus okay. Alimtazama Kaisali kwa upendo. Kaisali na Nelo alishangazwa na uzalendo wa Titus. Maneno ya Titus yalibaki hewani kama ukungu wa asubuhi juu ya mlima Kilimanjaro. Kaisali alihisi moyo wake ukitetemeka, lakini hakuwa na neno la kusema. Nelo naye alinamisha macho yake chini, akichua kabisa kuwa kijana huyo alikuwa ameshinda vita ambayo hakuna upanga ungeweza kumzuia. Titus alimaliza kukumbuka yale yote yaliyotokea kwenye ile barua ya miaka mitano iliyopita. Haikuwa waraka wa kifo tu, bali limnyang'anya kila kitu, mke wake, heshima yake na imani yake kwa mtu aliyemheshimu zaidi duniani. Ile siku Titus alipokuwa kwenye chumba cha kijana maskini na kuona michoro inayoelezea nguva wa ajabu mwenye nywele za rangi ya dhahabu anayempenda kwa dhati kijana maskini mpiganai. Moyo wa Titus ulishtuka. Aligundua kuwa historia ya penzi la kijana maskini na nguva ya Silena inafanana kabisa na hadithi yake ya mapenzi na Livya. Titus hakuwa na shaka, aliona kabisa mapenzi ya Silena na kijana maskini yalikuwa ya kweli hayakujengwa juu ya nguvu za silaha wala utajiri, bali juu ya hisia safi za binadamu na samaki. Na hapo Titus alijua kuwa kama asipochukua hatua yoyote ile basi penzi la Sirena na kijana maskini lingezikwa kwenye kaburi la sahau, na mfalme Julius Kaisari wanaume huyu wa vita kale kiapo kuwa hatakubali upendo wa kijana maskini na nguva ya Sirena kuzikwa chini ya hila na mamlaka, kama ilivyotokea kwake. kwenye kasri hilo lilijengwa kwenye kisiwa cha asali na maziwa. Kulikuwa na chumba ambacho wachache tu walifahamu kama kipo. Humo ndipo nguva ya Sirena iliyohifadhiwa. Watumishi wasichana wa Kaisari walimwogesha na kumwandaa kama bibi harusi ya mgojiai mume. Sirena alipendeza sana, uzuri wake ulikuwa kutisha. Silivia mke wa Titus wala Cleopatra anayeweza kuufikia uzuri wa nguva huyo. Waganga wa thelathini wa Kaisari tayari walikusanyika ndani ya chumba hicho Wakishangazwa na uzuri wa Silena, hamu ya kumwingilia nguva huyo iliongezeka maradufu. Walikuwa wakimgoja mfalme Kaisali aliyekuwa akijiandaa kwa kuoga na kupaka mafuta mazuri ili kufurahia maumbile ya nyuma ya nguva Silena. Dakika tatu za kujiandaa alizoziomba Kaisali, waganga hawa waliona kama miaka mitatu. Silena alikuwa akitabasamu si kwa furaha, bali kwa upotevu wa akili. Hakuwa na ufahamu kamili, hakuelewa chochote kinachoendelea. Punde mlango wa chumba ulifunguliwa taratibu, sauti ya buti za kifalme zikasikika zikipiga marumaru. Mfalme Julius Kaisali aliingia ndani humo, waganga wote walipiga makofi kwa furaha. Habari huu ndiyo mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.